Sasa tuelekee Kakamega, ambapo huku wanafunzi ya gredi ya kumi wakijiandaa kujiunga na shule za senior secondary kote nchini, mwanafunzi mmoja katika kijiji cha Mulaka, wadi ya Bukaya, eneo bunge la Mumias Magharibi, anakumbwa na wasiwasi kuhusu iwapo azima yake ya kuendelea na masomo na kuwa mtaalamu wa masala ya mifupa itaafikiwa baada ya ajali iliyobadili maisha yake. Elizabeth Okune, aliyekuwa mwanafunzi katika shule ya msingi ya Emuberi, alianguka kutoka juu ya mti mwezi Novemba mwaka 2024 akiwa katika gredi ya nane na tangu wakati huo ameshindwa kutembea na kulazimika kusomea nyumbani. Elizabeth Okune sasa hutembea kwa kiti cha magurudumu baada ya kuanguka kutoka juu ya mti. Licha ya hali yake, Okune alifanya tathmini ya mwisho ya gredi ya tisa hospitalini ambapo alifanya vyema na kufuzu kusomea masomo ya STEM. Nimequalify kuingia STEM na shule nimeitwa, siwezi enda juu ya condition yangu, sanafaa kwenda special school na kwa saa hii familia wazazi hawatawezewa kunipeleka hiyo special school juu ya fees na hizo vitu zinatakikana huko. Kutokana na hali yake ya kia kiafya anahitaji kusajiliwa kwenye shule ya mahitaji maalum, baada ya wazazi wake kushindwa kupata huduma bora za matibabu kutokana na changamoto za kifedha. Moi aliwekewa chuma kwa mgongo, tukarudi naye, tuko naye hapa nyumbani na changamoto ambayo anapata tangu arudi hapa, hatujawahi kupata pesa ya kumrudisha Moi kufanyiwa checking. Nimeishi naye hapa, inatakana afanyiwe fizio. Nilifanyako miezi tatu, pesa zikanishinda. Aliumia uti wa mgongo pale kwa lamba 1, na ambayo waga ina affect mwili wake mzima, hasa sana sehemu ya kiuno kuelekea chini na dada yetu, changamoto kama hii huwa inakuwa at times ngumu ku handle lakini waliweza ku manage kupitia surgery, wakamwekea wakamwekea plate na saa hii mostly kitu ambacho anatakana kufanyiwa ni physiotherapy. Hali hiyo inazidishwa zaidi na ugonjwa babake ambaye ni mlemavu na sasa mama yake ndiye pekee anayetafuta riziki. Nilikuwa tu napitia notes zenye walimu walikuwa wananiletea na, na ma textbooks na soma tu mwenyewe Sijaienda shule tangu lastia niumie. Hata hivyo, mhisani Bonifas Ngashira alizuru familia hiyo, ambapo aliahidi kuwasaidia kugharamia matibabu na mahitaji muhimu ya shule. mba na walipia sha ya mwaka mzima ili mtoto aendelee kupata matibabu, ndoto yake ya kuwa surgeon itimie na anahitaji special school ambayo inaweza mshughulikia ili aendeleshe masomo yake. Tu upande wa shule Changamoto niko tu hivi vile mmeniona, naomba tu wasanii ambao wanaweza nisaidia, kwa sababu ni mtoto amefanya mtihani amepita, ni mtoto ambaye ako kwa wheelchair. shule yake ni special yenye awezi enda shule ambayo ameitwa. Hata hivyo, familia hiyo inawaomba wahisani usaidizi wa kifedha kumpeleka binti yao hospitalini na kumsajili katika shule bora ya Senior Secondary kasi cha Namarsha.